Maji. Rais William Ruto ameendelea kumkashifu aliyekuwa naibu wake Rigadhi Gashagwa kwa kile alisema ni kuendeleza siasa za ukabila na matusi, yakiwataka viongozi nchini kuepuka siasa za mapema. Matamshi yayo yanajiri huku naibu wake Profesa Kithure Kindiki pia akitaja chama cha Gashagwa cha DCP kuwa cha kikabila. Emanuel To anaarifu zaidi. Saa chache tu baada ya aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua kuzindua chama kipya cha Democracy for the Citizens Party, DCP, rais Ruto aliyezuru mradi wa unyunyiziaji maji wa Galana Kulalu, kaunti ya Tana River, aliendelea kukashifu matamshi ya Gachagua ya hivi punde kwamba atakuwa rais wa muhula mmoja. Hakuna mtu atapata kura ati kwa sababu alikuwa na matusi mingi. Mtu atapatiwa kura kwa sababu kuna kazi amefanya na inaonekana na wananchi ama wananchi, tunaelewanani? Tunaweza kupatia mtu kura kwa sababu alitukanana ama alituimbia wimbo fulani? Rais Ruto akiwataka wanasiasa kupunguza nyusi joto za kisiasa na kuwafanyia Wakenya kazi. Sio wakati wa siasa, si ndio? Sio wakati ya mirengo, sijui kabila hii, sijui kabila ile, sijui dini hii, dini ingine, chama hii, chama ile. Hapana, wakati huu ni sote tuungane na kushughulika na mambo ya muhimu ambayo yatabadilisha maisha ya wananchi wa Kenya. Naibu wake Profesa Kithure Kindiki akiendeleza safu hiyo mashambulizi alipozuru kaunti ya Murang'a na Meru. Sisi kama viongozi tumekataa siasa za mapema. Wale wanaomba viti wajue hakuna uchaguzi sahihi, wangoje siku ya uchaguzi, tutanyoroshana na siasa ya siku hiyo Kikosi kingine cha viongozi wakimwagia maji chama hicho cha DCP, huku wakimsifia mbunge wa Kibwezi Mwingi Mutuse kwa kuleta mswada wa kumtimua afisini. Kuna mambo mengi ambayo Mheshimiwa Ruto amefanya, ukiangalia miaka miwili na nusu ambayo imepita huwezi kuilinganisha na miaka kumi ambayo ilitangulia. Amefukuza mkabila mpaka ameenda azija chama ya Divide Community Party. Wewe kijana Mtuse niseme kwamba ni kiongozi ambaye atakuja kutawala Kenya na siku moja. Na tunataka wananchi wa Kenya tumalize umaskini na kuna wale wengine ambao wanataka kuleta vita. They started a party that is very colorless, that is very uh, that is very disorganized and a very tasteless party. Manuel Toru, Ninga ya Citizen.